Tunafahamu kwamba sisi wafanyakazi ndiyo injini ya uchumi wa taifa letu. Na sekta binafsi ni injini pia ya uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo tunaomba sana wafanyakazi, tujue kwamba sisi ni injini ya uchumi wa taifa na serikali inajua kwamba wafanyakazi ni injini ya uchumi wa taifa. Kwa hiyo naombeni sana ndugu zangu wafanyakazi, hebu tujitahidi tujitahidi kuonyesha ile solidarity, tujitahidi kuonyesha mshikamano wetu. Nawapongeza waajiri. Sio mara nyingi sana sisi viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuwapongeza waajiri, lakini kwa wilaya yetu ya Hanang' kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza waajiri, waajiri wa, wa, wa sekta binafsi, hatupati malalamiko kabisa, wanawapa stahiki zao wale wa wao wa kwa hiyo wafanyakazi wa sekta binafsi wanakwenda vizuri, sio mbaya, lakini pia wafanyakazi wa serikali wanakwenda vizuri pia kwenye halmashauri yetu ya Hanang', mimi ninawapongeza sana. Nampongeza sana mwajiri kwa kweli, tumejitahidi sana kwa wilaya yetu ya Hanang'. Nawapongeza waheshimiwa madiwani, nawapongeza sana kwa sababu aaoaa huwezi kufananisha na halmashauri rasmi tunapozungumza mpaka hivi sasa tuna... fedha za nyikizo ya mwezi wa sita zimeshalipwa kwa baadhi ya watumishi, kama wa kwa mfano waalimu, fedha zimeshalipwa. Kwa hiyo tuki... tusipopongeza juhudi hizi za waajiri tutakuwa tunakosea. Kwa mwajiri anapofanya jambo jema tunatakiwa tumpongeze pia, sio watumishi tubakie kulalamika tu Tunalalamika kwa yale ambayo anayafanya sio, lakini tunapongeza pia kwa yale ambayo mazuri anayafanya, ili kusudi aendelee, aongeze juhudi ya kuwahudumia watumishi. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa TUKTA wilaya, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza waajiri wetu kwa wa sababu ya kazi nzuri wanayoifanya. Madiwani wanafanya kazi nzuri, afanya kazi nzuri, lakini pia waajiri wetu wanafanya kazi nzuri sana, kwa sababu amejitahidi sana kutatua changamoto ambazo wa zinawakabili watumishi. Mimi nili hapa nili, nilitoa ushuhuda kule mkoani, mheshimiwa mgeni rasmi, nilitoa ushuhuda mkoani. Nafikiri wakanichagua kwa sababu hiyo. Niliwaambia sisi wilaya Hanang' sasa hivi tayari waalimu wameshalipwa fedha za likizo. Watu wanishangaa sa inawezekanaje kizo hivi nikambia ngizo ya mwezi wa sita tayari wameshkusha kulipa. Sasa naomba waajiri wote waige mfano huu, waajiri wote wajitahidi. Sisi sote tunafanya kazi moja, hatuna sababu ya kugombana, hatuna sababu ya kunyang'anyana fito na tunajenga nyumba moja, tujitahidi, tushirikiane kwa upendo, tushirikiane kwa upendo, idara zote. Tukifanya hivi Tutapunguza malalamiko mengi, watumishi wetu watafanya kazi kwa bidii. Mwisho wa siku, tija itapatikana kwenye halmashauri yetu, na tutaonekana wazi katika halmashauri zote za nchi.